Hii mwalimu mwenyewe akasema hii si mtu mwingine, mwenyewe. Mwe na nyie Daily News mwende kwenye, kwenye nani, kwenye maktaba ili mtafute lile gazeti hmm. Watu wa mabenki hawa bwana, wameandika barua gerele mwalimu sasa, wa hawamjui inajua kama wangemjua ile barua siki mwani. Barua barua ya siri, siri kubwa, si siri ndogo, kaambia mwalimu zinchiza kiafriai nchi za kujitegemea bwana. Sasa bwana, kama una hazina zako sisi tupokee bwana, unaenda unakuna kesho. Barua wete wameleta watu wawili hapa, naona bahati mbaya sana watu kwa wameletea watu marafiki nyingine, kaletewa Amir Jamal, Amir Jamal wote unajua sifa zake. Amir Jamali, ukimgusa Amir Jamali ndio umemgusa Nyerere. Barua ile <coughs> <Upadiputasobode. coughs> Uh, sasa hii nasema mimi, nadhani mwalimu kasema hivi, hawa hivo wanatuonaje sisi, huwa sisi hatuwezi kuendesha mambo yetu sisi? Watuwezi tutachukua mapesa tutapeleka kwa hawa, tukapeleka <coughs> Daily News bwana kamba

Hii ni sehemu ya ladha tamu ya makala ya maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inayosimuliwa na gwiji wa uandishi, historia na sayansi ya siasa, Sheikh Mohamed Said, kwa niaba ya timu ya waandishi wa Kampuni ya Magazeti ya Serikali tsn Jina langu Ismail Kawambwa. Endelea kuwa nami katika simulizi inayofuata Tukimulika kwa undani maisha, fikra na urithi kwa baba wa Taifa. Simulizi hii utaipata pia kwenye magazeti ya TSN, Habari Leo, gwiji la habari na Daily News, sambamba na kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na X ya Daily News Habari Leo underscore tz, pia Spoti Leo. Usisahau kusubscribe youtube ya Daily News Digital, TSN.